Tutaanza ziara ya mikutano ya hadhara nchi nzima. Sasa tarehe ishirini na tatu mkutano wetu wa kwanza ambao e, mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Lisu ndiye atakayetuongoza viongozi wakuu wote, makamu Zanzibar, makamu Bara e, naibu Zanzibar, naibu Bara, wajumbe wa kamati kuu e, tutakutana wote Mbeya na tutakuwepo kanda ya Nyasa. E, kwa mpaka tarehe ishirini na na tisa tutakwepo kanda ya Nyasa mpaka tarehe ishirini na tisa kanda ya Nyasa e, ina mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe na Iringa. Kwa hiyo tutakwepo tarehe ishirini na tatu mpaka tarehe ishirini na tisa katika operesheni ambayo tumeipanga na itafanyika kwenye mikoa mikoa yote, na na nidokeze ni kwa uchache kwamba e, siku ya mkutano wetu wa tarehe ishirini na tatu. E, pamoja na mambo mengine e, tunatarajia kwenye mkutano utakaofanyika pale Mbeya mjini e, kuwapokea e, wanachama e, wapya, e, na ndilo lengo la chama chochote cha siasa e, kuendelea kuwaingiza wanachama, kwa tunatarajia kuwapokea wanachama wapya, lakini pia tunatarajia e, kuwapokea e, waliokuwa wanachama wetu zamani e, sasa e, wanarejea tena e, sasa tutawaona hao waliokuwa wanachama wetu e, wengine walikuwa wanachama waandamizi sana e, kwa hiyo siku ya tarehe ishirini na tatu pale Mbeya mjini e, tutakuwa tuna tuna tunawapokea na watakuwa wanarejea rasmi kama wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. Sasa, sasa baada ya e, tarehe ishirini na tatu kama nilivyosema. E, tutakuwa na timu mbili e, timu ya kwanza itaongozwa na mwenyekiti wa chama Taifa Mheshimiwa Tundu Lisu, na timu nyingine itaongozwa na makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Eche, na tutakuwa na ziara sasa kwenye maeneo mbalimbali e, mbali ndani ya mikoa ya Kanda ya Nyasa kwa maana ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe na Iringa, na na mkutano wa mwisho utakao utawakutanisha tena viongozi wakuu, mkutano wa tarehe 29. E, tunaanza tarehe 23, alafu viongozi watagawanyika, mmoja atakwenda jimbo hili, mwingine atakwenda jimbo hili, atakwenda jimbo hili, alafu wote e, tutakutana Iringa mjini tarehe 29, kwa maana timu ya mwenyekiti H na timu ya mwenyekiti makamu mwenyekiti H na timu ya e, mwenyekiti Mheshimiwa Lisu itakutana Iringa mjini, hapo ni shughuli nyingine tena. Eh, ya kuhitimisha ziara ya kanda ya Nyasa. Sasa baada ya tarehe ishirini na tisa tutakuwa na break kwa ajili ya kupisha eh, sikukuu za Eid. Eid ya kwanza na Eid ya pili na baada ya hapo tarehe nne mpaka tarehe kumi tutakuwa kanda ya kusini kwa hiyo kusini mjiandae, kanda ya kusini mjiandae mikoa ya Mtwara Ruvuma na Lindi tarehe nne mpaka tarehe kumi. baada ya hapo tutakwenda kanda ya kati. Kanda ya kati jiandaeni mikoa ya Dodoma, Singida na Morogoro tarehe kumi na mbili mpaka tarehe kumi na tatu Baada ya hapo tutakwenda kanda ya magharibi yenye mikoa ya Tabora e, e, Katavi na Kigoma e, tarehe kumi na nne mpaka tarehe kumi na saba tutakuwa kanda ya magharibi. Baada hapo tutachukua e, tutakuwa na mapumziko ya, ya Easter e, tarehe kumi na nane mpaka tarehe ishirini na moja Tarehe ishirini na mbili tunaingia mzigoni tena, tunaenda sasa kanda Victoria, ambapo tutakwenda mikoa ya Geita e, e, Mwanza na Kagera, tarehe ishirini na mbili mpaka tarehe ishirini na nne Baada ya hapo tutakwenda kanda ya Serengeti tarehe ishirini na sita mpaka tarehe ishirini na nane tutakwenda mikoa ya Mara e, Shinyanga na Simiyu. Simiu e, hiyo ndio kanda ya Serengeti tarehe ishirini na sita mpaka tarehe ishirini na nane Baada ya hapo tutashuka kanda ya kaskazini. E, tarehe ishirini na tisa e, e, e, Aprili, mpaka tarehe tatu e, Mei, mikoa ya Tanga, Kilimanjaro, Arusha na Manyara. Baada hapo tutakwenda kanda ya Pemba tarehe nne tutakuwa na mkutano Pemba, uwanja e, wa Tibirizi pale. E, baada hapo tutakwenda Unguja e, tarehe tano alafu tarehe saba mpaka tarehe kumi e, tutakuwa sasa tunahitimisha e, mzunguko wetu wa kwanza. E, mzunguko wetu wa kwanza e, kwenye kanda ya pwani kwa maana ya Dar es Salaam pamoja, e, pamoja, pamoja pamoja na pwani.